nataka nikufundishe na kidogo namna ambavyo na unaweza ku kucheza hii gemu. Kwanza ngoja ni log out mana nakuja hapa, nafungua akaunti kwanza, naweza namba ya simu hapo

Je, yeah, unaye promo kodi ndio? Promo kodi ni kwa ajili ya ukideposit uweze kupata bonus bbs bonus, utakapoweka hela kwa mara ya kwanza na promo code. Kwa ajili ya Betway ni TZA themanini. Hiyo ndio promo kodi. Nakubali kisha najisajili hapo kwa hiyo taarifa zote zinatakiwa zijazwe kwa namna hiyo. Ujaze namba yako ya simu, utengeneze password, uklik hapa ninayo promo code, uweke hii promo code TZA84, ukubali sheria na masharti, kisha ujisajili. Hiyo ni uh, kwa njia ya ukajisajili kwa Kiswahili, lakini pia unaweza ukajisajili kwa Kiingereza kwa watu wanaofahamu Kiingereza unaweza ukaja hapo so, ka change language ukakliki hapa sign up, ukajaza namba yako ya simu kama kawaida, namba yako ya simu ukajaza hapo kama kawaida, ukatengeza password, ukajaza password, utakliki hapa I have a promo code voucher code utajaza code, t ZA themanini na nne kwa ajili ya bonus. So ukidipozit then una kliki register. Ukikliki register hapa, akaunti yako tayari unakuwa umeshajisajili. Kwa hiyo ukishajisajili utakuja sasa sehemu, ukishajisajili kwa sababu una akaunti tayari utakuja utalogi kwa kushajisajili tu itaingia moja kwa moja, then utakuja sehemu hapa kama ukishajisaii tayari unaanza kudipositi kwenye akaunti yako kwa njia ambayo umejaza ume. Kwa hiyo uta deposit labda kama ni kiasi unachotaka, unachotaka utadipositi hapo kwa njia ambayo umeichagua na njia ambayo namba ya simu ndio umejaza. Kwa hiyo ukishamaliza hiyo hatua, utakuja sasa kwenye gemu lenyewe, ila hapo lakini ndege una kliki. Ukisha kliki itakuleta kwenye hii forum hapa, unaweka una sasa uta, utakuta inaendelea. Kwa hiyo utaweka kiasi, kama ni elfu ishirini kama ni mia tano kama mitaeka tu tanzetu na, na kiwango kidogo cha ishirini kwa sababu salio langu ndogo, unaweka hivyo. Umeona, unaweza ukaangalia story ili ujue kama inaenda au haiendi. Lakini pia ningeweza nikasubiri, lakini kusubiri unakuwa katika hatari ya kupoteza zaidi, kwa unaweza ukacheza juu na chini ukawahi ku kabla hakijapeperuka. Unatakiwa uwe makini kuangalia history pia, na usiwe na tamaa lakini pia usiwe mwoga. Kwayo mi nimekeshuti hiyo, nimeacha nyingine inaendelea, nimekeshuti tena hiyo. Lakini pia ningeweza nikaacha nikasubiri, subiri. Kama unavyoona kuna watu wajachukua bado, kaeka laki mbili wajachukua bado, naeka tena tenan Nosu nasubiri labda mpaka kwenye hamsini imelia. Kwa hiyo unaweza ukaangalia hizi raundi, ukaangalia za kucheza na ambazo sio za kucheza, lakini unatakiwa kucheza kwa umakini pia. Kama unavyoona hapo, ukiangalia histori inakusaidia kujua kwamba hapa niweke au nisiweke. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia histori pia kujua raundi ambazo ni nzuri za kucheza na ambazo sio nzuri za kucheza. Asante.